Changamoto za usalama wa chakula, wanawake hawa wameamua kuchukua wa hatua tofauti. Badala ya msaada wa muda mfupi, wanawawekea watoto hawa msingi wa kujitegemea kupitia elimu ya kilimo. Sasa sisi tunatoka kwenye taasisi inaitwa World Vegetable Center okay, kwa Kiswahili tukitafsiri ni taasisi ya mboga mboga duniani. Tunafanya kazi gani kwenye hiyo taasisi? tunafanya utafiti. Imeshasikia utafiti? Au yeah. Utafiti si ndio? Tunaangalia mboga tunachambua, tunachambua, tunaangalia mbegu, tunaangalia tunaangalia, tunasema ah, hii ni mbegu bora, hii tunaweza kumpelekea huyu huyu, anaweza kupanda hivyo Mkurugenzi wa World Vegetable Center Bi. Coleta Ndugulu ameeleza kuwa wanawake wa taasisi hiyo waliamua kuleta mabadiliko ya kweli kwa kuwafundisha watoto stadi za maisha zitakazowasaidia katika siku za usoni. Na kwa hawa watoto kuna vitu vidogo vidogo tumewapatia kwa center kwa ujumla. Kama mnavyojua, tunajua hapa ni center, lakini pale ambapo tuliweza kuchangia, mchango wetu ni huu mdogo: vitabu, sabuni, mswaki, sorry, uh, dawa, uh, mswaki Yeah. Um, na vitu vingine ambavyo tunaviona hapa pia kuna vyakula vya um, sukari, mafuta, unga um, lakini usije ukala unga wa ugali yani, usije ukala ugali bila mboga, nakuomba mama yetu <laughs> mkurugenzi wa kituo cha kulea watoto wenye uhitaji cha Matonyoki ki Emi Nikolausi Sitayo anasema hatua hii ni uwekezaji wa muda mrefu kwa watoto hawa. Tumewalea watoto wetu katika fanya kazi ya matendo pia kwa sababu tulianza na watoto walemavu wale, ilikuwa ni lazima watumie viungo vyao vilemavu kwa kujisaidia wenyewe. Na hawa ambao tuliletewa baada ya kusajili pia tuliwafundisha kujitegemea. Tunajua wakati mwingine tunaweza kusema unamwadhibu mtoto, unamwambia fajia, alete maji, peleka kile. Lakini kwa vile tunajua wengi wetu ni watoto wasio na makazi, tunawalea kwa namna ambayo kesho wanaweza wakajitegemea. Kwa hiyo watoto wetu, kwa hiki mlicho kifuata, itakuwa ni sahihi sana. Wataona kumbe si utumwa, ni kitu ambacho hata kesho nikiwa mkubwa kama yule anti, usifanya kwa hiyo ninashukuru sana na ninaweza nikasema taasisi yenu ni walezi wetu. Kwa hiyo karibuni, nitulelee kwenye masuala ya kilimo cha mboga mboga. Mbali na kilimo, watoto hawa pia wamefundishwa umuhimu wa lishe bora. Watafiti wa World Vegetable Center kwa pamoja wanasisitiza kuwa chakula chenye virutubisho vyote ni muhimu kwa afya na ukuaji wa watoto. ili tusipoteze muda mwingi, sisi watoto tunatakiwa tule lishe bora tunatakiwa tule lishe bora. Sio kula chakula tu tushibe, hapana! Tunatakiwa tule chakula chenye lishe bora. Chakula chenye lishe bora kinahitajika kiwe na vyakula vinavyotokana na makundi yote. Makundi mangapi? Nitaongelea makundi sita. Sawa watoto wazuri, natamani sana mimi kama mwanamke ambaye nimejikita katika sayansi ya kilimo, ninapenda kuwapa tips ndogo tu katika kuitunza hii bustani. Sitaongelea kule kwa ndani sana kwamba magonjwa yanafanya nini, lakini hata kumwagilia hapa tu, mkipakosea mtapata magonjwa yanayoitwa kiuno kata kiuno, au dumping off. kwa watoto hawa elimu hii ina maana zaidi ya kujifunza kilimo, ina maanisha usalama wa chakula uhuru wa kujitegemea na matumaini mapya kwa maisha yao ya baadaye. Mimi ni Dickson Buzagaga na hii ni Clouds TV.